Kazi na utu vijana tuyajenge ayo wote. Napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema, lakini ambaye ametusafirisha amba salama kuja kushiriki katika vijana platform Campus Connect inayofanyika kwa mara ya kwanza kabisa katika mkoa wa Singida. Tukio hili ni sehemu ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maono aliyonayo kwa vijana wa, wa Kitanzania ambaye alielekeza katika hotuba zake na ikiwemo mahususi wakati anafungua bunge la kumi na tatu, alielezea anataka kuona vijana wakiwa sehemu ya msingi ya majadiliano katika upangaji wa sera, mipango na sheria zinazowahusu. Pia niwashukuru kwa kujitokeza kwa wingi sana, mjipigie makofi kwa wingi sana. Kuna <laughs> wengine wamekosa nafasi wamesimama, wengine wako kule nje wanachungulia. Hii ni ishara kwamba tukufanya makosa kuileta Vijana Platform Singida, tulifanya maamuzi sahihi. Ongereni sana. Ningependa kutumia nafasi hii kutoa historia fupi sana ya kuhusiana na Vijana Platform ambao lijukwa rasmi niliozinduliwa tarehe 10 Januari mwaka huu elfu mbili ishirini na sita na nilizindua pale jijini Dar es Salaam na uzinduzi huo uliashiria kwamba ni mfumo mpya wa serikali wa kuwasikiliza kuwahusisha lakini pia kuwawezesha vijana wa Kitanzania katika masuala ya maendeleo, ajira, ujasiriamali mali, ubunifu, lakini pia kuwashirikisha katika maamuzi ya kiuongozi. Vijana Platform ni jukwaa la kitaifa inaloanganisha vijana kutoka makundi mbalimbali na maeneo mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, vijana wa usafirishaji, maana ya bodaboda na bajaji, wafanyabiashara ndogo ndogo kwa jina maarufu machinga na vijana wengine waliopo katika jamii wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali. Dhamira ikiwa ni kuwasaidia na kuwapa nafasi waweze kutoa mawazo yao, lakini pia waweze kushiriki katika majadiliano ya, ya sera ambayo serikali na kuzitunga, lakini na pia tukiwapa nafasi ya kupata fursa za kuweza kuwasaidia kujikwamua kiuchumi na, sana, na, serikali, na kwa umuhimu sana kuwapa fursa ya kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kujenga mustakabali wa vijana katika nchi hii. Malengo makuu ya vijana platform ni pamoja na malengo matano yafuatayo. Ya kwanza kabisa ni kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na mipango ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza na kuelekeza kwamba maamuzi yoyote yanayohusu nchi hii na mipango yoyote inayohusu nchi hii, vijana wawe sehemu ya katikati katika ushiriki wao. Na kwa kulithibitisha hilo katika mpango wa miaka mitano na serikali umezitaja rasilimali kumi muhimu za kuweza kufanikisha maendeleo ya taifa na rasilimali mojawapo ambayo imetajwa ni vijana wa taifa hili kwa maneno mengine vijana katika nchi hii sio umri tu sio idadi tu ya watu vijana katika nchi hii ni nguzo muhimu ya kubadilisha taswira na maendeleo ya taifa letu sawa sawa na mwongozo ambao tunapewa katika dira ya mwaka 2050 lakini jambo la pili kupitia jukwaa hili tunatoa jukwaa la mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana, kwamba kama kijana ana hoja ana jambo la kuzungumza ana maoni ana maeneo ya kurekebisha, jukwaa hili linatoa fursa ya vijana kuzungumza moja kwa moja na serikali yao. Lakini jambo la tatu, tunatumia jukwaa hili kuwaunganisha vijana na fursa, fursa za ajira, fursa za ujasiria mali, fursa za ubunifu na teknolojia. Na leo utasikia katika baadhi ya mada zitakazotolewa zitakuwa zinagusa maeneo haya ambayo nimesema, lakini jambo la nne tunataka tutumie jukwaa hili kama sehemu ya kukuza uongozi, uzalendo na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Hatusemi tena vijana ni viongozi wa kesho, tunasema vijana ni viongozi wa leo pale tulipo na kile tunachokifanya, kina kinatakiwa kiakisi kile ambacho tunataka kitokee katika maisha yetu mainjine, katika kwa maneno mengine, maana kwa katika majukwaa haya tukiwa kule Dar es Salaam niliwapa nafasi vijana wachache nikawauliza, leo wewe ungeteuliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijana ungefanya nini kwa vijana wenzako katika nchi? Na tuliwapa nafasi wakazungumza na vijana wenzao. Kwa nini tunataka tukuze kizazi ambacho akielezee tu matatizo, lakini kinaweza pia kutoa suluhisho, kwa sababu matatizo tunayokabiliana nayo ni sisi wenyewe tunatakiwa tutoe suluhisho hayo. Kwa hiyo jukwaa hili linatoa fursa na nafasi kwa vijana kukuza vipaji vyao hasa katika uongozi. Lakini pia kuhimizana katika masuala ya uzalendo na uwajibikaji miongoni mwa vijana. Badala tu ya kujiuliza tutafanywa nini, tunataka kupitia majukwaa haya tujiulize na sisi tutaifanyia nini nchi yetu na na tutaacha nini kwa ajili ya kizazi kijacho. Sawasawa na kile ambacho sisi tuliachiwa na kizazi sisi kilichopita. Lakini jambo la tano na mwisho, kupitia majukwaa haya tunataka kuwawezesha vijana kuwa sehemu muhimu ya suluhisho la changamoto zinazowakabili. Hakuna anayejua matatizo ya vijana vizuri kuliko vijana wenyewe, na kwa sababu sisi ndio tunajua matatizo yetu vizuri kuliko mtu mwingine, hakuna mtu mwingine anaweza katuambia kwa usahihi na kutuambia njia nzuri ya kutatua isipokuwa sisi wenyewe, kwa matatizo ambayo tukabili, kama ni ajira, kama ni mitaji, matatizo ya kiafya, matatizo ya kimiundombinu, matatizo ya program na uendeshaji wake. Matatizo haya tunategemea kupitia vijana platform, hiyo ni sehemu inayoleta chachu ya kuzalisha mawazo yanayoelekeza katika kutatua changamoto ambazo zinakabiliana nazo. Ndugu vijana, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni sawa na milioni 20.6 ya idadi yote ya watu walioko katika nchi yetu ambao ni sawa sawa na asilimia 34.4 ya Watanzania wote. Lakini katika nguvu kazi iliyo katika taifa letu inayozalisha katika watu elfu, eh, milioni 25 ambao wanashughulika na uzalishaji kwa sasa katika taifa letu, watu milioni kumi na nne ni vijana kati ya miaka 15 mpaka 35. Kwa maneno mengine, asilimia 55.6 ya wazalishaji wa nchi hii ni vijana. Ndiyo maana Serikali imetaka kuweka vijana katikati ya maamuzi na katikati ya vipaumbele katika taifa letu. Ningependa kutumia fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi Makamu wa Rais, na Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba waziri wa eh, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo wametoa uongozi wa uthabiti, maoni ya maono makubwa na maelekezo mazuri ambayo yanaendelea kujenga mustakabali mzuri wa taifa letu, hasa katika nyanja ya vijana. Sisi katika Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana taendelea kutekeleza maelekezo hayo kwa weledi na ufanisi mkubwa na kwa lengo la wa kuwezesha na kuendeleza vijana wa taifa hili la Tanzania. Ni katika dhamira hiyo hiyo ya Mheshimiwa Rais, ameonyesha uongozi wa mfano kwa kuunda wizara mpya kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, inayoshughulika na maendeleo ya vijana, na ameiweka chini ya ofisi yake, ili masuala ya vijana kwanza yapate uzito na uratibu wa karibu katika ngazi ya juu ya serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa kuunda wizara hii. sababu <coughs> na hilo Mheshimiwa Rais aliahidi kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwezesha wajasiriamali wakati wadogo na kampuni changa kwa maana startup, ili wawezeshwe kiuchumi, na kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa, fedha hizo zitagawiwa na kuelekezwa katika wizara za kisekta ili ziweze kuwafikia vijana katika sekta husika. Ofisi yetu uh, tumepewa jukumu la kusimamia na kuratibu jambo hilo ili kuhakikisha kwamba vijana kwanza wanapewa taarifa na wanapata fursa ya kujua kinachoendelea na utaratibu utakaohusika katika hili. Naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Fedha zimekwisha tolewa na zimeelekezwa katika wizara mbalimbali kwa kutambua kwamba vijana wanapatikana katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo ziko fedha zitaenda kilimo, ili kwa ajili ya vijana wanaoshughulisha na masuala ya kilimo. Lakini ziko fedha zimeelekezwa kwenye uvuvi, kwa vijana wanaoshughulika na uvuvi, kama ni wavizimba au wanatumia maboti na shughuli zinazoambatana na hizo, kuna fedha zao zimepelekwa katika Wizara ya Uvuvi na Mifugo. Lakini wale wanataka kushughulisha na mifugo, kuna nepesha kwa kufuga ng'ombe wa maziwa, ziko fedha zimeelekezwa pia katika Wizara ya Uvuvi na Kilimo na Mifugo, lakini ziko fedha zimeelekezwa katika teknolojia katika wizara ya mawasiliano, zimeelekezwa fedha kwa ajili ya vijana wanaotaka kujishughulisha na masuala ya teknolojia, wabunifu wa mambo ya tehama huko. Mfuko maalumu wa serikali umeandaliwa na fedha imepitishwa kule kwa ajili ya watu wenye bunifu mbalimbali zinazohusiana na tehama. Lakini huko mfuko wa wasanii unaoshughulika na wasanii, kama ni wao waigizaji wao waimbaji, jinsi mlisikia utangaza bilioni mbili pia kwa ajili ya content creators fedha hizo ni sehemu ya fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kule kwa ajili ya vijana wanaoshughulika na masuala haya, lakini ziko fedha zingine pia zimepelekwa kwenye viwanda na biashara. Vijana wanataka kushughulisha na uanzishaji wa viwanda. Mheshimiwa Rais alielezea maono yake katika miaka mitano ijayo ni kuwa na kitu kinaitwa industrial sheds, viwanda, kongani za viwanda katika kila wilaya. Kwa kama wako vijana ambao wanahitaji kuanzisha viwanda vidogo vidogo katika nafasi ya kongani Ziko fedha pia zimeelekezwa katika eneo hilo kwa ajili ya kuwasaidia. Ziko fedha zimeelekezwa wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambazo zenyewe zinatolewa kupitia benki kwa asilimia ndogo ya asilimia saba, zinawalenga vijana wanaoshughulisha na shughuli za ujasiriamali wenye mitaji midogo midogo. Kwa hiyo fedha hizi ambazo zimetolewa zimeelekezwa katika wizara za kisekta, ili kila kijana kulingana na anachotaka kufanya apate fursa ya kuzifikia, lakini pia aweze kuzitumia. Na tumeona baadhi ya vijana katika maeneo mengine tayari wamekusha kuanza kuchangamkia fursa hii na leo asubuhi nimezungumza na afisa maendeleo ya vijana wa mkoa wa Singida, Ndahani, nafikiri yuko hapa e, nikamueleza kwa mmoja ya jukumu ulionao kama mkoa ni kuhakikisha taarifa hizi zinafika, ili kijana yote anayehitaji kutumia fursa hii kwa namna yoyote ile awe na nafasi sawa. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais, fedha hizi zitolewe bila upendeleo, bila ubaguzi na zitolewe kwa uliano unaofanana kwa vijana wote wa nchi hii. Kwa hiyo hakuna kijana atakayesema kwamba hizi fedha ni za watu fulani. Mheshimiwa Rais amesema hizi fedha ni za kila yeyote anaitwa kijana wa taifa hili. Kwa hiyo naomba niwatie moyo vijana mlio hapa Singida, mwe sehemu ya upatikanaji wa fedha hizi kwa maana kuzifuatilia. Nimepewa taarifa, katika siku mia moja za Mheshimiwa Rais hapa Singida tayari kupitia asilimia mnazotengewa kwa ajili ya vijana tayari kuna milioni mia saba ambazo zilikwisha kutolewa. Watu wengi kizungumza habari hizi wanasema hatujui taarifa ziko wapi, tunafanyaje? Na moja ya maelekezo ambayo nimeyatoa kila nilipopita, taarifa zitolewe kwa vijana wote, zitolewe kwa usawa na zisisite tu kutolewa taarifa. Vijana wasaidiwe namna ya kuwa na sifa zinazojitosheleza, waweze kutumia fursa hizo. Kijana akija ofisini asiambiwe hana sifa. Kazi ya viongozi wa serikali, kama kijana hana sifa ni kumtengeneza ili awe na zizoko sifa za kutumia fursa zilizoko na sio kumwambia kwamba hana sifa za kupata mikopo mingi. Ndugu vijana, Wizara ya Maendeleo ya Vijana inaongozwa na falsafa kubwa tatu. Ya kwanza ni kufanya kazi kwa kasi tukitambua kwamba vijana wanahitaji mambo yao yashughulikiwe kwa haraka. Lakini la pili tunaweka falsafa ya viongozi wetu kufikika, kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Tunataka viongozi wanaoshughulika na masuala ya vijana sio viongozi wa kujifungia fursa kwenda field kuwafuata vijana walio kuzungumza nao na kuelewa matatizo yao. Lakini cha tatu, tunajikita katika matumizi ya teknolojia tukitambua kwamba vijana wengi sana wanatumia simu zao, wanatumia teknolojia kutafuta habari na kushughulika na masuala mbalimbali. Katika kutekeleza falsafa hiyo, wizara imeanzisha dawati maalum la huduma kwa wateja customer service, eh, customer service center ambao inajulikana kama vijana call center ambayo yenyewe tuna namba tatu ambazo kijana yeyote katika nchi anaweza akazipiga bila kutumia gharama yoyote katika simu yake, anazipiga bure kabisa, na anaweza kuzungumza na wizara, ili kama kuna jambo linakwamishwa ngazi ya chini, mimi nitalipata kule wizarani, ili yule anayekwamisha huku sisi na yetu kwamishe kwa mambo yake, ili vijana wa nchi waweze kuendelea mbele. <laughs> namba hizi ambazo tumezindua tayari na dawati nafanya kazi ili vijana call center inafanya kazi Namba hizi zitatangazwa hapa, ziweke kwenye simu yako. Utakapoona unazungushwa bila sababu ya msingi, utakapoona unajibiwa vibaya, unaonewa, unadharauliwa, sasa hivi unayo wizara ya kujivunia na naye waziri ambaye yuko tayari kukusikiliza na kuzungumza na wewe. Lakini pia kupitia vijana <tukia>, call center, vijana wamekuwa wakieleza changamoto zao nyingi sana ambazo tumekuwa tukizipokea na wizara imekuwa ikiwasaidia kwa kuunganisha moja kwa moja na maafisa maendeleo ya vijana katika mikoa na halmashauri zao ili waweze kupata msaada na fursa zitakazowasaidia. Ni muhimu pia niweze kueleza kwa ufupi tofauti kati ya jukwaa hili la vijana linalojulikana kama vijana platform na baraza la vijana ambapo watu wengi tumeona wanakuwa wanachanganya mambo haya mawili. Ili tuweze kuelewa vizuri dhamira ya serikali kuwa na vyombo hivi viwili kwa pamoja yani, jukwaa la vijana na pia eh, baraza la vijana ambalo liko katika mchakato. Jukwaa la vijana kama nilivyotangulia kueleza awali, vijana platform ni mfumo mpana wa ushiriki wa vijana ambao unalenga kwanza, kuwafikia vijana wengi zaidi katika makundi mbalimbali, lakini la pili, kusikiliza maoni yao, changamoto na mapendekezo yao, pia na tatu, kuwapa taarifa za fursa na udumu kama ambavyo tutafanya hivi leo, lakini ya nne ni kuwaunganisha na serikali na wadau wa maendeleo. Kwa upande mwingine, baraza la vijana ni chombo rasmi cha uwakilishi ambacho serikali ilikiridhia kwa kupitisha sheria namba mbili ya mia nne kumi na moja ambayo ilikuwa inalenga kuanzisha chombo cha uwakilishi cha vijana ambacho kitakuwa kinatoka ngazi ya kata, wilaya, mkoa hadi taifa. Chombo hiki kiko katika hatua za utekelezaji, ambacho ni chombo cha uwakilishi tofauti na vijana platform, ambayo mtu yoyote anaweza kuhudhuria ambacho chombo hiki ambacho ni baraza, majukumu yake itakuwa ni kuwakilisha maslahi ya vijana katika ngazi za maamuzi, lakini kuratibu shughuli za mashirika na makundi ya vijana, kutoa ushauri wa serikali kuhusu masuala ya la vijana, lakini pia kusimamia ajenda za maendeleo ya vijana kwa mtazamo wa kitaasisi. Kwa maana mafupi, jukwaa la vijana linahusu ushiriki mpana na mawasiliano ya moja kwa moja na vijana wengi bila kujali itikadi zao za kisiasa, dini, ukabila, maeneo yatokayo, rangi au hali walionayo lakini kwa upande wa baraza la vijana litakapoundwa, linahusu uwakilishi rasmi na uratibu wa masuala ya vijana katika ngazi ya kitaasisi kwa mujibu wa sheria ambayo tayari imetungwa ya baraza la vijana la taifa. Vyombo hivi viwili havishindani bali vinakamilishana, na hakuna kimoja kinachoweza kuchukua nafasi ya mwenzake, na vyote ni kuonyesha dhamira serikali ya kuhakikisha kwamba vijana wote wanapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja kwa njia mbalimbali lakini pia wanakuwa na vyombo rasmi vya uwakilishi katika masuala yanayowahusu. Kupitia hili la vijana wa vyuo vikuu, wizara imeanzisha pia shindano la wazo bora la biashara. Lengo la shindano hili ni kuhamasisha vijana, mnapohitimu elimu ya vyuo vikuu, mna mawazo bora ya biashara yanayotekelezeka, yanayoweza kuwaajiri ninyi, lakini pia yakatengeneza ajira kwa watu wengine. Katika shindano hili washindi wataibuka na kupatiwa zawadi za fedha ili waweze kutekeleza mawazo yao ya kibiashara. Mchakato wa kuchakata na kuchambua mawazo ya kibiashara umefanywa na wataalamu wabobezi walioteuliwa mahususi ili kuhakikisha ushindani unakuwa wa haki na wenye weledi mkubwa. Nilipata taarifa tayari mchuji ulishafanyika, nafikiri kwa awamu mbili. Kwa wale wa kwanza walioshiriki, nafikiri walikuwa karibu hamsini na kitu, walikuwa mia, mia tatu walikuwa mia tatu wakachujwa na fikiri wakabaki hamsini ishirini. Sasa hivi tumebakizwa na wachache ambao leo tutawasikia hapa wakiwasilisha mawazo yao na tutawapa seed fund kwa ajili ya kutekeleza mawazo yao yawe halisia. Na hii ningependa kutoa wito pia kwa wadau wetu wengine ambao wako pamoja na sisi, watuongezee nguvu, ili kama una watu mia tatu wenye mawazo Maanake tunahitaji pia kuwa na wingi wa watu wengi wa kuweza kushinda ili watekeleze eh, mawazo yao. Kwa hiyo, tungependa sisi kama serikali tunaanza kwa udhamini kwa mashindano haya, lakini tunatamani pia taasisi na mashirika mengine watunge mkono, ili na wao pia, ili kesho na kushukuru, tukiwa na watu 300 basi tutoe mtaji hata kwa watu 100 vijana 100 nafikiri tutakuwa tumeendelea kuona wengi, lakini kwa kuanzia nafikiri si haba, tumeanza na naamini tutaendelea kukua zaidi. Dhamira, kwa nini tunafanya hivyo? Tunataka tu vijana tusiwe tu watu wa kuelezea matatizo tuwe watu wa kutatua matatizo, tusiwe tu watu wa kutafuta kazi, lakini pia tuwe watu ambao tunatengeneza kazi zetu wenyewe. Sio safari rahi, katika hali ambayo ni halisi na inayotekelezeka, ili kijana yote ambayo ana ndoto itaweza kumsaidia, na tutaishia tu kuwapatia fedha, tutawapa ulezi mentorship ya muda, tutawapa muunganiko na taasisi za kuwalea, lakini pia na watu wanaofanya mambo ambayo wewe unataka kuyafanya, ili ukue, ili siku moja kutoka hapa Singida tuwe na wafanyabiashara wakubwa ambao watakuwa wametoka katika mashina maaa. Ndugu vijana, kupitia vijana tunataka kuzisikia sauti zenu, tunataka kujifunza kutoka kwenu, tunataka kushirikiana na nyie kama sehemu ya suluhisho, tunataka kuwawezesha pia kutimiza ndoto zenu. Mimi nimepewa dhamana kama kuwa waziri wa wizara hii lakini haimaanishi kwamba nina majibu ya maswali yote ya vijana wa Kitanzania. Haimaanishi kwamba mimi ndio kijana mwenye akili kuliko vijana wote katika nchi ya Tanzania. Nimepata nafasi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya rais mwenyewe niwawakilishe ninyi kama vijana, ili kazi iyo ya mafanikio na rais, namhitaji kila kijana awe sehemu ya wizara hii ambayo ni wizara yenu ninyi wenyewe huu ni mpango wenu, ili ni og yenu. Mafanikio yake yanategemea ushiriki wenu, ni dhamu yenu, lakini pia ari yenu ya kujituma. Kabla ya kutumisha hotuba yangu, naomba kuwahimiza vijana wote kutumia jukwaa hili kikamilifu. Jiungeni kadiri mtakavyopewa maelekezo, shirikini katika mijadala, toeni mawazo, anzisheni miradi na tumeni fursa zinazotolewa na serikali. Hata siku moja kijana usije ukasema haiwezekani si ukasema fursa hii ni ya watu fulani. siku zote, never say no to yourself before you try. Usijiambie hapana kabla hujajaribu. Kuna milango inayofunguka kwa kutumia ufunguo, lakini siku hizi kuna milango inafunguka pale unapoisogelea, inaitwa automatic door. Ukikaa mbali, ni kweli mlango umefungwa, lakini ukikaribia, unagundua ule mlango ulikuwa wazi, ambao unakusubiri uweze kusogelea. Kwa hiyo na wewe ni hivyo hivyo Unapoona fursa usiseme hii fursa tayari na watu, useme hii fursa tayari imechukuliwa. Kama kila mmoja akisema hii fursa ni ya mtu fulani, ina maana hii fursa itabaki haina mtu yeyote. Wewe wa kwanza kuingia katika fursa, na ukifeli mara moja usiseme kwamba nimefeli. Wanasema there is no failure in life you either win or you learn, unajishinda au unajifunza. Hakuna kushindwa kwenye maisha, kwa kila unaposhinda mara moja, yaani ni mara nyingine Unaposhindwa kitu kimoja yaani mara nyingine. Siku moja nilishia kwenye Facebook pale nikaonyesha biashara kumi na moja ambazo nimezifanya na zote zilifeli. Kabla sijafanikiwa kwenye biashara ambazo na sasa hivi. Zote zilifeli. Kumi na moja nilipoteza na mtajamu. Lakini sikuacha. Kwa kwa nini? Kitu chochote kinachokupiga uanguke chini, inuka mara nyingi mpaka kichoke kikupiga, kisema wewe jamaa umeshindikana. <laughs> <laughs> <Dima isi> Ndio maisha <laughs> <laughs> yalivyo. Kwa hiyo uwe na attitude ya kushinda. Washindi kwenye maisha sio wale wenye akili sana. Washindi kwenye maisha sio wale ambao wana uwezo mkubwa sana. Washindi kwenye maisha ni wale wasiokata tamaa, wanaosoma neno la wa Mungu. Biblia inatueleza inasema, mbio sio kwa wale wenye kasi, vita sio kwa wale wenye nguvu, lakini bahati na wakati unawapata wote. Na wewe pia hivyo hivyo, usiseme kwamba mimi siwezi, mimi sifai, au mimi sitafanikiwa. Hapana. Jaribu tena na tena na tena, mpaka pale kile kinachokufurisha kiseme huyu mtu ameshindikana kufurishwa, ngoja tumwachie tu, tuende kwa watu wengine. Watu wanaofanikiwa ni resilience na consistency. Chochote ukifanya kwenye maisha yako, kufanya kwa kumaanisha. Usiingie katika mkumbo wa vijana waliokata tamaa. Hakuna faida yoyote katika kukata tamaa. Umeshajaribu vya kutosha, kile ulichojaribu na nguvu uliotumia ikupe faida kama umeshakimbia tayari umepoteza nguvu tayari. Kama ulishawekeza tayari umeshapoteza fedha tayari. Sasa haina faida ya kukata tamaa. Amua kwamba jasho ambalo lishakutoka tayari, muda uliotumia tayari, uwe na faida kwenye maisha yako. Amua kuwa kijana ambaye unaamini katika ndoto yako, na yote inawezekana. Watu milioni moja wakikwambia wewe unaweza, ukasema hauwezi, wewe kasema hautawezi. Lakini watu milioni moja wakakwambia hauwezi wewe mwenyewe ukajiambia unaweza, utaweza katika maisha. Sio kuhusiana na watu wengine, ni kuhusiana na wewe mwenyewe. Serikali iko pamoja na nyinyi, na mustakabali wa Tanzania uko mikononi mwenu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, naomba kumshukuru mkuu wa mkoa wa Singida na timu yake ya mkoa na kaimu rasmi, naomba nifikishie salamu zangu. Napenda na kumshukuru mkuu wa chuo cha TAS Singida na vyuo vyote ambao vimeshiriki pamoja nasi katika uandaaji huu. Napenda kuwashiriki kuwashukuru serikali za wanafunzi ambao wameshiriki kwa karibu sana, wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine mmechangia katika kufanikisha tukio hili ambalo limefana sana, lakini pia ninatambua kwa namna ya kipekee sana. Napenda kutumia fursa hii, nimpongeze kwa namna ya kipekee afisa maendeleo ya vijana wa mkoa wa Singida kwa uratibu mzuri wa shughuli za maendeleo ya vijana. Hongera sana mwanangu, unaifanya kazi nzuri na nakutia moyo, kazi yako ni njema, inaonekana na watu kama wewe wewe hawaishi kwenye nafasi hizo tu, wewe wanaenda mbali zaidi. Ongera sana. Baada ya kusoma haya ambayo nafunzo machache niseme, baada ya kusoma haya, mimi ninatamka vijana platform kwa vijana wa vyuo vikuu kwa maana ya Campus Connect na vyuo vya kati mkoani Singida na Tanzania kwa ujumla limefunguliwa rasmi.